Sasa wenzetu wanachokifanya ni kutaka kwamba tufuruge, tubaki tena ombaomba omba, na hili kitu hatuwezi kukubali. Andamano hatuyataki Serengeti. Serengeti tunahitaji maendeleo kwa sababu Serengeti tunahitaji maendeleo kwa sababu tuna watoto wanaotutegemea nyuma wasome tupate na sisi watumishi. mwisho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 hata atoe milioni tano anaondolewa na mwingine. Wazee wa mila hatucha, hata, wacha, hawapigwi kura, wajua tunajuana kwamba kijana wa fulani tunamhitaji. Sasa ofisi yako mkuu wa wilaya, tunaomba radhi, kuanzia kwa watendaji wa vijiji, watendaji kata, tarafa mpaka wapi, tushirikiane tuwe kitu kimoja, wilaya tunaungana na polisi. Nakataa maovu, polisi nakataa maovu